Well. Mm -hmm. kuumwa. Kwa, kwa, kwa, kwa mimi sio binadamu usikii sauti kupenda mpira huku. Yaani mm -hmm. si mpira unatuua. hapa nina malaria saba lakini, mm. Tunaje kuongelea mpira, tunapongeza Yanga kwa ushindi wa game ya leo si ndio? Wameshinda, lakini mpira leo tunaita wa elimu hamna. Sikiliza Body balance bo, body question malaki, mpira umeuiana, ni kote kote huko, anacheza huko, anacheza huko, anacheza huko, anacheza wanaulizana maswali wanaulizana maswali, ndio body balance body question, si ndio? Kwa hiyo hawa Yanga ametumia udhaifu wa mabeki wa Simba, mabeki wa Simba wameita udhaifu, wakafunga kwa goli na akapata ushindi na muongozo mpaka amechukua pointi tatu. Kwa hiyo wamegawana pointi, raundi ya kwanza amepata Simba, raundi ya pili amepata Yanga. Hapa na ushauri uongozo wa Simba wafanye, tunasema explore la kikosi kuangalia wachezaji ambao wanataka kufanyiwa review au tunasema recover badilishwe msimu ujao. Simba imefiti vile vile Simba Queens, kwa sababu ndio timu bora katika timu za ndani kuliko timu zote Simba Queens. Mandala jana, uh, taarifa zimezaga mitandaoni ba Haji Sande Manara akimshutumu Rais Karia, Rais wa TFF, akimwambia ni mlevu wa madaraka baada ya kauli yake Karia kusema kama wamechoka wakasema sinema. Ni kauli ambayo umesikia ya Sande Haji Manara. Kwa mtu aliyosoma na kwa mtu anaojua mpira Tanzania, huwezi kumshangaa Karia kaongea nini. Kwa mtu mwenye mawazo, ila kwa mtu akupenda trending, kwa mtu unaopenda mitandao utaita waandishi wa habari, uanze kumkosoa nani? Karia. Kwa mtu anaopenda nini, mitandao, unataka umkosoe nani? Karia. Ila kwa sisi tuliosoma, twenye diploma kichwani, tuliokaa chuo miaka saba, naumiza kichwa, naelewa kamaanisha nini mimi najua Rais Karia kamaanisha ni nini. Hii inawezekana kawasaidia nyinyi na familia zenu na Watanzania pamoja na wengine pia mpaka aa mashabiki wa Yanga wasiosoma. Unajua Tanzania mpira wetu tunaocheza sisi kwa sisi na umemezwa na Simba na Yanga. Simba na Yanga ndo anayeumiza kichwa bodi ya ligi na TFF. Nyinyi hamjui waandishi au mnatamlete mnafiki hapa? Simba na Yanga ndo anazikosesha raha bodi ya ligi Simba na Yanga wana nafasi za upendeleo bodi ya ligi na TFF kuliko timu nyingine. Kule mtasojua. Kwa hiyo, kwa kosa moja la bodi ya ligi, mbebe makaratasi mwende kasi. Hivi unajua na nani Rais Karia? Kwa kosa moja la bodi ya ligi, mwandike makaratasi mwende kasi. Wakati mna utumbo kibao mmefanya bodi ya ligi na wabeba. Hivi unajua kwamba Simba na Yanga zimeua timu ya taifa, nyinyi mlikijua hiyo kitu? Hamjui nisi amfuatilie mambo. Rudini shule mkasome uandishi hapo kutana na tuma diploma kama sisi tukwambieni zamani klabu hairuhusi kusajili wachezaji wa kigeni zaidi ya sita kwa faida ya timu ya taifa wachezaji wa ndani wacheze ili wacheze timu ya taifa mnakijua hiyo kitu bodi ya ligi mwapendelea simba na yanga kuruhusu kusajili wachezaji 12 uongo kweli simba inacheza na wachezaji mpaka saba wa kigeni uongo kweli yanga inacheza wachezaji mpaka saba wa kigeni uongo kweli kwa ajili ya Simba na Yanga, bodi ya ligi wanafanya hivyo. Leo hii uinuka ati naenda kasi. Naenda kasi. mwaka Yanga atacheza dabi na aibu usoni, Yanga watacheza dabi na aibu usoni. Niuliza aibu ya aibu ya nini kitu Afu anatambua Yanga kama wanachama wa TFF. Unakijua kwa kitu. Kwa hiyo ukipeleka kesi yako wanakuambia tunataka proposal ya bodi ya ligi yenu iko wapi? Yanga wanayo. Jibu, Yanga wanayo. Jibu basi mosi sasa. Yanga wanayo. Ah, majibu vipi nyinyi waandishi mnatumika nini? Mshangu laftari, mshangu laftari. Nauliza swali, Yanga ripoti ya CAF ya, ya bodi ya ligi wanayo? Bagwani wasaidie ili ujue hawana. Walipeleka basi mechi imegailishwa saa nane. Alikuwepo lazimeni pale, referee alikuwepo, kamesa alikuwepo, nani alikuwepo pale? Ripoti wameipata vipi? Unadai pointi tatu za nini? Pointi tatu which is which nini? Yaani yangu anatumia akili gani? Unaenda kasi kuishtaki bodi ya ligi, bodi ya ligi wanakuja na statement document kitaalamu, huyo mdogo wangu, wanakwambia sikiliza, sisi sio wajinga kuzuia mchezo mechi ilikwepo na uvunjifu wa amani inavyoashiria rushwa kwa akili yako. mechi hanga, eh, waso, yaona, eh. mgu mgu. ya Simba na Yanga inakosa rushwa dibu wanakosa usaidi wale, wewe sio unaona, wewe si unataka twende mguu kwa mguu. Bodi aliko anakuja na statement yao, tumeahirisha mechi kwa sababu mechi inaashiria ya rushwa na ina uvunjifu wa amani. Uvunjifu wa amani wa kwanza ni mabau wa Yanga, kisheria na kanuni za mpira atambuliki ni vizuri, kwa hiyo atambulika kama waasi M23 amekuja kuteka basi la Simba. Uvunjifu wa kwanza wa amani, ushahidi wa kwanza, ushahidi wa pili bodi ya rushwa kwa ikienda kuvoga statement Yanga hawezi kupita wala rudi anakuja kucheza ligi na aibu. Yanga anacheza ligi msimu huu na aibu usoni, waikwepe aibu, akubali tarehe ipangwe. Waache siasa, wanamogopa mpanzu. Wanamogopa Yanga, waache siasa, wanamogopa mpanzu.

hiyo rushwa ilikuwa inatoka kwa nani na iende kwa nani? Wataka unielewe wewe. Na imfaidishe nani? Wataka unielewe wewe. Sikukwambia kama kuna rushwa. Wataka unielewe mwandishi. Nimekwambiaje Yanga kishaenda kasi? Ka ah bodi alikuwa atapeleka statement yao sababu ya kuahilisha nini? Mechi wakiamua kusema kama mechi na viashiria vya ligi, vya rushwa kwa akili yako Simba na Yanga na kusaga rushwa. Wewe nimekuuliza swali, watakosa ushahidi? watakosa ushahidi wa wavunjifu wa amani wakati watu wanalinda uwanja? Kwa hiyo kitaalamu tunasema is nothing. Yanga is nothing. Warudi shule. Lakini Mandala wakati nyinyi mnenda Benjamin Mkapa mmetoa taarifa. Hiyo sio sababu bodi kule kesi na kusikilizwa, Yanga anadai pointi tatu, sio. Kwa nini Simba hajaenda kesi? Ya Simba hajaenda ni kesi mpya hiyo. Hii tunaongelea kesi namba mbili tu kesi hiyo kitaamua na elimu kidogo, sio? Unachanganya kesi hiyo. Kesi namba moja haipo sasa hivi, haipo. Kesi ya Simba kesa Simba kugairisha mchezo Simba aligoma kucheza mchezo, hilo gairisha mchezo ni bodi ya ligi. Kwa hiyo Yanga imeenda kumshtaki bodi ya ligi, kwa bodi ya ligi inaenda kujitetea. Kwa akili yako bodi ya ligi na Yanga, Yanga itamzidi bodi ya ligi mwenye mpira wake? Wewe na akili ya mzima, labda kaka, kauli ya Haji Sande Manara, labda kauli Manara, mimi Manara yule, kama mimi Manara nani? Ah, tafuta fao wazi wao maana wanaongelea nini? Bango nyuma linasema na nini? Foundation ya Abraham Azamini. Wao umeongelea kwenye press ya nini sasa? Yule ni anatafuta followers mtu mwenye elimu aweze kuweka press kumsema rais wa mpira kwa kwa jirasi zake. Yule rais wa mpira atakuwa heshimiwe. Serikali yaingilia mpira. Wanao muaji rais wa mpira wote pingu wote. Pingu, heshimu mamlaka. Nataka kwa muheshimu nini? Mamlaka, mtaenda jela. Nyie angaikeni tuna vipasa vyenu, ile mamlaka le pingu wote, mpoka muoji watu hapo. kuna shabiki wa Simba unamwona siku hizi? Hangaikeni.